Bima Pap urahisi wa maisha. Asante. Kwa jina mimi naitwa Michael Mwakifuna ni mkuu wa masoko na mauzo wa hoteli ya APC and Conference Center. Na nipo hapa kwa niaba ya mtendaji mkuu wa kituo chetu Mkenganyi. Siku ya leo ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Sisi kama wadau muhimu wa jamii tukasema tuje tufike katika zahanati hii ya Mpiji hapa Mbweni ili kuweza kushiriki katika namna au moja au nyingine katika kukuza na pia kuendeleza juhudi ambazo zinafanywa na serikali pamoja na mheshimiwa Dkt. Rais Samia Suluhu Hassan hususan katika sekta ya afya. Aa, ukizingatiwa sisi shughuli zetu zinahusiana sana na jamii na tunaamini jamii iliyo bora ni ile jamii yenye afya bora. Na hususan upande wa kina mama. Kwa siku ya leo tukasema katika kuadhimisha siku hii ya leo pamoja na wafanyakazi wenzetu basi tuje tutoe baadhi ya vifaa tiba kwa ajili ya kuweza kusaidia wakinamama pamoja na watoto. Mtaona kama tumeleta vifaa tofauti tofauti, tuleta sterilize machine, tumeleta mzani wa kupimia uzito pamoja na urefu. Kuna boxi za injection ambazo tumezileta zipo hapa. Vifaa hivi vyote katika kuunga juhudi za hospitali pamoja pia na wadau wetu ambao ni madaktari wanawahudumia jamii yetu ya hapa Mbweni. Asante. Sisi katika upande wa wanawake kwanza kwa taasisi yetu tumeajiri wanawake wengi. Aa, zaidi ya asilimia sabini ni wanawake na alafu sehemu kubwa zile sekta nyeti ambazo eh, za kudhibiti, kwa mfano mapato, mwasibu mkuu, mkaguzi, wote hao ni wanawake, kwa hiyo ni moja kati ya njia ambayo inaonyesha jinsi gani tuko, tuko, tuko pamoja katika swala so zima la kukuza eh, katika uh, jinsia hii ya kike. Jina naitwa Happy ni msaidizi wa afisa masoko APC Hotel and Conference Center. Na sisi kama APC kwa siku ya leo ya wanawake, tumeamua kuadhimisha uh, siku ya wanawake kwa kuleta misaada au vifaa tiba katika hospitali ya Mpiji Mbweni, kwa sababu kwanza ni hospitali ambayo sisi pia tunaitumia kama wafanyakazi wa APC, lakini pia na jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo, siku ya leo tumehusianisha sana vifaa tulivyovileta pamoja na dawa ni kwa ajili ya wanawake pamoja na watoto. kwa asante kwa, kwa majina naitwa Lina Asenga ni mganga mfawizi wa zahanati ya Mpiji Mbweni. Sisi leo hapa tumefurahi kwa ugeni wa majirani zetu wadau, APC kwa kuja kudumika na sisi katika siku ya leo ya kuadhimisha siku ya mwanamke duniani kwa kutuletea msaada wa vifaa tiba na dawa ambazo zitasaidia kuwahudumia wateja wetu hasa hasa watoto na wakina mama tunawakaribisha sana na tunawashukuru sana. Tunatangulisha shukrani zetu za dhati kwa uongozi na management yote ya IPC kwa kutuona na kutujali kwa kuja kujumuika na sisi leo na siku zijazo. Hali ya uhitaji hapa tunahitaji vitu vingi sana, tuna changamoto ya furniture, tuna changamoto ya maabara yetu ni finyu, kwa hiyo tunahitaji kupanua pia. Hatuna vyoo vya wagonjwa, tuna matundu tu mawili, kwa hiyo ni machache kwao tulikuwa tunaomba wadau wengine waige mfano wa APC sana. Naitwa Atuswege Mwangomale Male, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya afya ya zahanati ya Mbweni Mpiji, na kwa niaba ya kamati ya afya na uongozi mzima wa hospitali napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana APC, menejimenti ya APC, um, APC stafu wote kwa kuja kutoa msaada katika zahanati yetu, na kama mnavyojua kwamba tuna changamoto nyingi sana katika sekta ya afya, kama ambavyo mganga alivyoelezea kwamba uhitaji ni mkubwa sana na hata kama mna hata mkiangalia maeneo mazingira ya kituo chetu, unaona kabisa kwamba kuna mahali ambapo hapajakaa sawa. Kwa majina yanaitwa Mwajuma Swale Abdallah, ni mkazi wa Mpiji. Nimekuja leo kwenye huduma, kupata huduma za zahanati yetu hapa, na nishukuru Mungu nimepata msaada kukatiwa bima na uongozi wa APC. mimi sina cha kuwalipa, ila naombea kwa Mwenyezi Mungu awazidishie hichi kidogo alichokuwa nacho, awazidishie kikubwa zaidi.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 inapatikana kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0762042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana at vikindo underscore new underscore village001. Ukiwaza kiwanja, waza Vikindo New Village, kiboko kabisa.